Kitabu cha Injili ya Marko, sura ya kwanza na ya pili. Naam, kanisa la Mungu, tumsifuni Yesu Kristo! Karibuni sana wapendwa, mahala popote ulipo. Naitwa Mwalimu Petro, ninakualika katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti, kinakuijia kwa mfumo huu ambapo pia unaweza ukatupata kule YouTube pamoja na Facebook. Kwenye chaneli zetu zinazojulikana kwa jina la Jerusalem Family TV. Mwalimu Petro na Evodia Mazwele. Upande wa YouTube unaweza ukasubscribe na upande wa Facebook unaweza ka ukatufollow. Karibuni sana watu wa Mungu. Leo tunaenda kuanza safari nyingine mpya ya kusoma kitabu cha Marko. Kitabu cha Marko ni moja ya vitabu vya injili vilivyoandikwa kipindi hicho juu ya maisha ya Yesu Kristo kuanzia kuzaliwa kwake utoto wake, utu uzima wake, mapito yake na mpaka mateso mpaka kifo chake na ufufuko wake. Ni kitabu ambacho kitaimarisha sana imani yako kwenye eneo la kumjua Bwana wetu Yesu Kristo. Unataka kumfahamu? Karibuni sasa tufungue kwa sala ili tuanze rasmi usomaji. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya kitabu hiki kingine unachotupa. Tunaomba Roho Mtakatifu kasimame na sisi, katuwezeshe kumjua zaidi Mungu katika mwanaye Yesu Kristo, ili tuendelee kuimarishwa katika msalaba wake, amen. Tuungane sasa projekti na ndugu zetu wa wedi, tuanze rasmi usomaji. Mlango wa kwanza. Mwanzo wa injili ya Yesu Kristo mwana wa Mungu, kama ilivyoandikwa katika nabii Isaya, tazama, na mtuma mjumbe wangu mbele ya uso wako, atakayeitengeneza ya njia yako. Sauti ya mtu aliye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Yohana alitokea akabatiza nyikani na kuuhubiri ubatizo wa toba liletalo ondoleo la dhambi. Wakamwendea nchi yote ya Uyahudi, nao Wayerusalemu wote wakabatizwa katika mtu wa Yordani, wakiziungama dhambi zao. Na Yohana alikuwa amevaa singa za zangamia na mshipi wa ngozi kiunoni mwake, akalanzige na asali ya mwitu. Akahubiri akisema, yiwaja nyuma yangu aliye na nguvu kuliko mimi, ambaye mimi sistahili kuinama na kuilegeza gidamu ya viatu vyake. Mimi niliwabatiza kwa maji bali yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu. Ikawa siku zile, Yesu alikuja kutoka Nazareti ya Galilaya akabatizwa na Yohana katika Yordani. Mara alipopanda kutoka majini, akaona mbingu zinapasuka na Roho kama hua akishuka juu yake, na sauti ikatoka mbinguni, wewe ndiwe mwana wangu mpendwa wangu, nimependezwa nawe. Mara Roho akamtoa aende nyikani. Akawako huko jangwani siku arobaini, hali akijaribiwa na Shetani, naye alikuwa pamoja na wanyama wa mwitu na malaika walikuwa wakimhudumia. Hata baada ya Yohana kutiwa gerezani, Yesu akaenda Galilaya akiihubiri habari njema ya Mungu akisema, wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni na kuiamini Injili. Naye alipokuwa akipita kando ya bahari ya Galilaya akamwona Simoni na Andrea nduguye wakitupa jarife baharini, kwa maana walikuwa wavuvi. Yesu akawaambia, njooni mnifuate, nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Mara wakaziacha nyavu zao, wakamfuata. Akaendelea mbele kidogo, akamwona Yakobo wa Zebedayo na Yohana nduguye, nao pia walikuwa chomboni wakitengeneza nyavu zao.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 Tuna nini nawe Yesu wa Nazareti? Je, umekuja kutuangamiza? na kutambua unani mtakatifu wa Mungu. Yesu akamkemea akisema, fumba kinywa, umtoke. Yule pepo mchafu akamtia kifafa, akalia kwa sauti kuu, akamtoka. Wakashangaa wote, hata wakaulizana wakisema, nini hii? ni elimu mpya? maana kwa uweza awaamuru hata pepo wachafu nao wamtii. Habari zake zikaenea mara kote kote katika nchi zote kando kando ya Galilaya. Na mara walipotoka katika sinagogi, walifika nyumbani kwa Simoni na Andrea pamoja na Yakobo na Yohana naye mkwewe, Simoni mamaye mkewe alikuwa kitandani, hawezi homa, na mara wakamwambia habari zake. Akamkaribia akamwinua kwa kumshika mkono, homa ikamwacha, akawatumikia. Hata kulipokuwa jioni na jua limekwisha kuchwa, walikuwa wakimletea wote waliokuwa hawawezi na wenye pepo, na mji wote ulikuwa umekusanyika mlangoni. Akaponya wengi waliokuwa na maradhi mbalimbali, akatoa pepo wengi, wala hawakuacha pepo kunena, kwa sababu walimjua. Hata alfajiri na mapema sana akaondoka, akatoka, akaenda zake mahali pasipokuwa na watu, akaomba huko. Simoni na wenziwe wakamfuata, nao walipomwona wakamwambia, watu wote wanakutafuta. Akawaambia, twendeni mahali pengine, mpaka vijiji vilivyo karibu, nipate kuhubiri huko nako, maana kwa hiyo nalitokea. Akaenda akihubiri katika masinagogi yao katika nchi yote ya Galilaya na kutoa pepo. Akaja kwake mtu mwenye ukoma akamsihi na kumpigia magoti na kumwambia ukitaka waweza kunitakasa. Naye akamhurumia, akanyosha mkono wake, akamgusa, akamwambia, nataka takasika. Na mara ukoma wake ukamtoka, akatakasika. Akamkataza kwa nguvu, akamwondoa mara, akamwambia, angalia, usimwambie mtu neno lolote, ila enenda zako ukajionyeshe kwa kuhani, ukatoe alivyoamuru Musa kwa kutakasika kwako iwe ushuhuda kwao. Lakini akatoka akaanza kuhubiri maneno mengi na kulitangaza lile neno, hata Yesu asiweze tena kuingia mjini kwa wazi, bali alikuwako nje mahali pasipokuwa na watu, wakamwendea kutoka kila mahali. Mlango wa pili. Akaingia Kapernaumu tena, baada siku kadha wa kadha, ikasikiwa ya kwamba yumo nyumbani, wakakusanyika watu wengi isibaki nafasi hata mlangoni, akawa anasema nao neno lake. Wakaja watu wakimletea mtu mwenye kupooza anachukuliwa na watu wanne, na walipokuwa hawawezi kumkaribia kwa sababu ya makutano, waliitoboa dari pale alipokuwa, na wakiisha kuivunja, wakalitelemsha godoro alilolalia yule mwenye kupooza. Naye Yesu alipoiona imani yao, akamwambia yule mwenye kupooza mwanangu, umesamehewa dhambi zako na baadhi ya wa waandishi walikuwako huko wameketi wakafikiri mioyoni mwao, mbona huyu anasema hivi? Anakufuru! Ni nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa mmoja ndiye Mungu? Mara Yesu akafahamu rohoni mwake kwamba wanafikiri hivyo nafsini mwao, akawaambia, mbona mnafikiri hivyo mioyoni mwenu? Vyepesi ni vipi kumwambia mwenye kupooza umesamehewa dhambi zako, au kusema ondoka ujitwike godoro lako uende. Lakini mpate kujua ya kwamba Mwana wa Adamu anayo amri duniani ya kusamehe dhambi, hapo amwambia yule mwenye kupooza, Nakwambia ondoka, ujitwike godoro lako uende nyumbani kwako. Mara akaondoka akajitwika godoro lake akatoka mbele yao wote, hata wakastaajabu wote, wakamtukuza Mungu wakisema, namna hii hatujapata kuiona kamwe. Akatoka tena akaenda kando ya bahari, mkutano wote ukamwendea, akawafundisha. Hata alipokuwa akipita, akamwona Lawi wa Alfayo ameketi forodhani, akamwambia nifuate. Akaondoka akamfuata. Hata alipokuwa ameketi chakulani nyumbani mwake, watoza ushuru wengi na wenye dhambi waliketi pamoja na Yesu na wanafunzi wake, kwa maana walikuwa wengi wakimfuata. Na waandishi na Mafarisayo walipomwona anakula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi Waliwaambia wanafunzi wake, mbona anakula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi? Yesu aliposikia aliwaambia, wenye afya hawahitaji tabibu, bali walio hawawezi. Sikuja kuwaita wenye haki, bali wenye dhambi. Nao wanafunzi wake Yohana na Mafarisayo walikuwa wakifunga. Basi walikuja wakamwambia, kwani wanafunzi wa Yohana na wanafunzi wa Mafarisayo hufunga, bali wanafunzi wako hawafungi? Yesu akawaambia walioalikwa harusini hawawezi kufunga maadamu bwana harusi yupo pamoja nao. Muda wote walipo na bwana harusi pamoja nao hawawezi kufunga, lakini siku zitakuja watakapoondolewa bwana harusi, ndipo watakapofunga siku ile. Hakuna mtu ashonaye kiraka cha nguo mpya katika vazi kuukuu, ikiwa ashona kile kipya kilichotiwa, huliharibu lile vazi kuukuu, na pale palipotatuka huzidi wala hakuna mtu atiaye divai mpya katika viriba vikuukuu. Ikiwa atia ile divai mpya, itavipasua viriba vile, divai ikamwagika, vile viriba vikaharibika; bali hutia divai mpya katika viriba vipya. Ikawa alipokuwa akipita mashambani siku ya Sabato, wanafunzi wake walianza kuendelea njiani wakivunja masuke. Mafarisayo wakamwambia, tazama Mbona wanafanya lisilokuwa halali siku ya Sabato? Akawaambia, hamkusoma popote alivyofanya Daudi alipokuwa ana haja na kuona njaa, yeye na wenziwe, jinsi alivyoingia katika nyumba ya Mungu zamani za kuhani mkuu Abiathari, akaila mikate ile ya waonyesho ambayo si halali kuliwa ila na makuhani, akawapa na wenziwe. Akawaambia, Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu si mwanadamu kwa ajili ya sabato. Basi mwana wa Adamu ndiye Bwana wa sabato pia.